Shule hiyo ya ghorofa tano na mabweni inayojengwa kwa mapato ya ndani ya jiji la Dodoma inatarajiwa kukamilika kwa mwaka mmoja, huku baadhi ya wananchi wakiishukuru serikali kwa fursa hiyo na kushauri serikali kutowasahau walimu wa sayansi ili taifa lipate wataalamu wengi wa fani hiyo. Watoto walikuwa wanasoma mbali, kata ya Ipala na, kata na, na mahoma pia, lakini sasa hivi watapata elimu katika kata ya Chahwa na watajifunza kwa bidii. Tuko tayari kupokea sekondari. Kwa hiyo hii ni raha, kwa sababu tulikuwa hatutegemei kwamba tutapata shule kama hiyo. Naomba wanachama wote tushukuru kwa hilo. Shule itakapoanza iangalie sana kwenye hicho kipengele cha hao walimu, wapatikane kwa wingi ili kuwe na wataalamu wa kutosha kwenye fani za sayansi. Chama Cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wa wilaya ya Dodoma, Charles Mamba amemtaka mkandarasi kukamilisha ujenzi wa shule hiyo kwa wakati, huku meya wa jiji la Dodoma Profesa Davis Mwamfupe akiwakumbusha wananchi kuwa shule hiyo inatokana na kodi zao, hivyo wahakikishe wananufaika kwa kuwapeleka watoto wao shule. Baada ya miezi kama kumi na mbili majengo haya yanatakiwa yawepo hapo, mkandarasi huo, ndio mkataba wetu na haya ni makubaliano ya, ya Chama Cha Mapinduzi na watu wa Chahwa kwamba elimu tutaleta tuta, tuta elimu tena iliyo bora ndio hii. Hebu Chawa tunataka ije juu katika kupiga vita mimba za utotoni, utoro reja reja na ule mdonu kwa wanafunzi kutoka shuleni. Shule hiyo inatarajiwa kuchukua wanafunzi wa kata ya Chahwa na kata za jirani na kupunguza changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu na utoro. Kutoka Dodoma, jina langu ni Lelia ni Leopodi, Dodoma TV.